Hello, karibu VES Farm channel. Kama ndio mara ya kwanza, napenda kutoa shukrani zangu kwa ambao naangalia video hii. kwa kwa jina naitwa Yumbu Kija, ni mfugaji ambaye napenda sana ufugaji wa nguruwe. Leo naenda kuzungumzia eh, ni namna gani wewe kama mfugaji unatakiwa kuchagua nguruwe wako kwa ajili ya kupandisha au kuzalisha, ili uweze kupata nguruwe nyingi zaidi kwenye uzalishaji wako. Tuende moja kwa moja hapa, nitaenda kuzungumzia ni sifa gani za nguruwe ambao unatakiwa umchukue au umchague ili kuweza kuendele, kuendeleza uzao wako au uzalishaji wako kwenye ufugaji wa nguruwe ili uweze kupata e, vitoto vingi vya kutosha au vifaranga vingi vya kutosha vya nguruwe. Sifa e, ya kwanza unapotaka kuchagua nguruwe wako kwa ajili ya kuzalisha, unatakiwa uangalie, je, hiyo nguruwe ambayo inamchukua mchuku, ni aina gani ya nguruwe? Tunajua nguruwe hapo wengi ambao sasa hivi tunatumia hybrid. kuna Large White, kuna Duroc, kuna Landrace, kuna Yorkshire, kuna Berkshire. Kwa hiyo kuna aina nyingi za nguruwe ambao zipo. Kwa hiyo utachagua sasa, unataka nguruwe gani na nguruwe wa aina gani ili aweze kuzalishia zaidi. Sifa nyingine ambayo unatakiwa uangalie, kama mfugaji, unatakiwa uangalie historia ya magonjwa. Katika mashamba mengi ya wafugaji wengi, kuna kuwa na historia ya magonjwa. Kwa hiyo unapoenda kuchukua au kuchagua au kununua nguruwe wako kwa ajili ya kuzalisha ili uweze kupata faida ambayo unahitaji, unatakiwa angalie pia historia ya magonjwa katika hilo shamba ambao umeenda kuchukua au kununua nguruwe kwa ajili ya kuzalisha, lina historia gani ya magonjwa, unatakiwa ufuatilie, endapo sasa kama ukizalisha nguruwe wako, uwe ue umepunguza ile riski ya kupata magonjwa katika shamba lako la haen, la nguruwe. Hiyo ni moja wapo ya sababu nyingi ambao wafugaji wengi wanafeli, wanajikuta ananunua nguruwe anakaa kwa muda mfupi, au uzalisha au zao wake unakuwa sio mzuri, wengine wanakuwa, wengine wanaduma. Kwa hiyo hiyo ni sifa moja wapo ambayo unatakiwa uangalie kama mfugaji unapotaka kuchagua kuchukua nguruwe ambaye unataka awe na kuzalishia. Sifa nyingine ambayo mfugaji natakiwa ufahamu natakiwa ufahamu e, ni katika maumbile maumbile maumbile pingezo katika maumbile maumbile ya nguruwe wako, natakiwa aweje? Kwa mfano kama ni nguruwe jike, natakiwa kwenye e, zile nyonyo au titi natakiwa ziwe e, upande mmoja ziwe titi sita kuanzia titi sita. Kuna nguruwe wengine anafikia titi nane na, na kuendelea, lakini kigezo yes, cha kwanza takiwa vifike titi sita. Hapa inakusaidia wewe mfugaji e, kugundua sasa, kama nguruwe wangu ana titi sita, jumla zitakuwa kumi na mbili kwa uzao wake utakuwa na watoto kuanzia kumi na kuendelea. Hiyo ni mojawapo ya sababu muhimu. Sababu nyingine, wee kama mfugaji natakiwa e, uangalie historia katika uzao au historia katika lita ambao lita ni uzao wa nguruwe, natakiwa uangalie. Hii itakusaidia pia kwa sababu unapoenda kwenye shamba la nguruwe kununua, kununua nguruwe kwa ajili ya kuzalisha e, historia ya uzalishaji pia unatakiwa uchukue background, angalau uzao e, kwa mama ambaye amezaa watoto uzao wake uchukue angalau u, uzao tatu nyuma. Hii itakusaidia kwa sababu kama mama yao e, ambaye ame, amezaa nguruwe ana, ambao umenunua weza kuzaa watoto kuanzia kumi na mbili, basi na yeye liski nanii, nguruwe ambayo utamnunua, na yeye pia atakuwa anaweza kuzaa watoto kumi na mbili au zaidi, ama anaweza kapungua kidogo. Kwa hiyo historia ya uzazi pia inakusaidia wewe kutambua, je, ni nguruwe, ha, ni nguruwe ha, huyu ambao nitakiwa nimchukue kwa ajili ya kunizalishia. Hizo ni mojawapo ya sababu na vigezo vya msingi ambao kama mfugaji wa nguruwe tekeo vitambue unayonunua nguruwe kwa ajili ya uzalishaji. Hayo ni mambo ya muhimu ya kuzingatia. Shukrani sana kwa kuangalia video hii, na penda utoe mapendekezo kwenye comment kwenye kuhusu mafugaji ya e, nguruwe na mifugo mingine pia. Asante sana, tukutane katika video nyingine.